Kwengineko, rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake ya siku tano ya kaunti ya Nairobi, akizuru eneo bunge la Kamkunji ambapo mapema leo amefungua taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Kamkunji. Rais Ruto ameahidi shilingi milioni hamsini kusaidia kupanua taasisi hiyo anayosema ni ishara ya kujitolea kwa serikali yake katika kuimarisha taasisi za kiufundi kuwafaidi vijana. Vijana elfu moja watanufaika na elimu hii ya kiufundi. Ziara hii ya rais imejiri siku tatu tu baada ya kutia saini na Raila Odinga mkataba kuhusu ushirikiano mpya wa kisiasa kati ya vyama vya UDA na ODM. Nairobi hii imeteseka sana na maji taka ile ina inaitwa siwe. Siwe, siwe inaingia kwa manyumba ya watu. Siwe inaingia kwa maduka ya watu. Siwe inaleta harufu mbaya. Nairobi River iko na siwe, na mimi nataka niwahakikishie ndani ya miaka miwili tunabadilisha hii Nairobi River. Iyo ni mahali ambapo mingi tunaweza kuwa na regeneration. Na mbali na kusafisha mko wa Nairobi, pia tutahakikisha ya kwamba tunajenga nyumba zingine elfu hamsini ya watu wa Nairobi ya social housing. Vilevile, mimi niko hapa na viongozi wengi. Wati niko kale na tike, anaitwa profesa Kithure Kindiki. Ati nduru ya profesa Kithure Kindiki zamen. Niko hapa na waziri Aden Duale, wati nduru ya Aden Duale